Tumsifu Yesu Kristo, ndugu wasikilizaji na wafuatiliaji wa Oratorio Media, karibu katika tafakari ya neno la Mungu siku ya Alhamisi Kuu, ambapo leo kanisa linaadhimisha kuwekwa kwa sakramenti ya Ekaristi takatifu, sakramenti ya daraja takatifu au ya upadri, na amri kuu ya mapendo. Tafakari hii imeandaliwa na kuleta kwenu na Padri Eric Nyenze wa shirika la wana wa upendo wa Kanosa, FDCC. E Mungu, tunaadhimisha karamu takatifu ya mwanao wa pekee, yeye alikabidhi kanisa kwa mwanao kwa siku zote, sadaka mpya na karamu ya upendo wake. Tunakuomba utujalie tujipatie wingi wa mapendo na uzima katika fumbo hili kubwa. Karibu mpendo wa msikilizaji Oratorio Media Kanosa katika tafakari ya neno la Mungu leo ikiwa ni alhamisi kuu. Alhamisi kuu, mama kanisa anaadhimisha mambo makuu matatu. Kwanza ni kuwekwa kwa kwa sakramenti ya ekaristi takatifu, sakramenti ya daraja takatifu na tatu ni amri kuu ya mapendo. Mpendwa msikilizaji, tusikilize masomo somo la kitabu cha ja Kutoka sura ya kumi na mbili aya ya kwanza hadi ya nane na ile ya kumi na moja hadi ya kumi na nne. Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri akawaambia mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu; utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Semeni na mkutano wote wa Israeli, mkawaambie, siku ya kumi ya mwezi huu kila mtu atatwaa mwana kondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao, mwana kondoo kwa watu wa nyumba moja na ikiwa watu wa nyumba ni wachache kwa mwanakondoo, basi yeye na jirani yake aliye karibu na nyumba yake na watwae mwanakondoo mmoja, kwa kadiri ya hesabu ya watu; kwa kadiri ya ulaji wa kila mtu, ndivyo mtakavyofanya hesabu yenu kwa yule mwanakondoo. Mwanakondoo wenu atakuwa hana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 katika zile nyumba watakazomla. Watakula nyama yake usiku ule ule, imeokwa motoni, pamoja na mkate usiotiwa chachu; tena pamoja na mboga zenye uchungu. Tena mtamla hivi; mtakuwa mmefungwa viuno vyenu, mmevaa viatu vyenu miguuni, na fimbo zenu mikononi mwenu nanyi mtamla kwa haraka; ni Pasaka ya Bwana. Maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, wa wanadamu na wa wanyama; nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Israeli; mimi ndimi Bwana. Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazokuwamo; nami nitakapoiona ile damu, nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote likawaharibu, nitakapoipiga nchi ya Misri. Na siku hii itakuwa ukumbusho kwenu, nanyi na mtaifanya iwe sikukuu kwa Bwana mtaifanya iwe sikukuu katika vizazi vyenu vyote kwa amri ya milele. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Kiitikio cha zaburi kimetoka katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza, sura ya kumi, aya ya kumi na sita Kikombe kile cha baraka tukibarikicho, je, si ushirika wa damu ya Kristo? Somo la pili. Somo la walaka wa kwanza wa mtume Paulo kwa Korinto. Wakorinto Wakorinto wa kwanza sura ya kumi na moja aya ya ishirini na tatu hadi ya ishirini na sita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 Maneno ya shangilio anatoka katika kitabu cha Mwinjili Yohane sura ya 13 aya ya 34: Amri mpya na wapa mpendane, kama vile nilivyowapenda ninyi, asema Bwana.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 mpendo wa msikilizaji wa oratorio media kanosa katika mtiririko wa adhimisho wa kiyahudi adhimisho kuu kuliko yote ilikuwa ni tukio la kombolewa kutoka utumwani misri na tukio hili lilifanywa na mungu mwenyewe ambaye aliwakomboa kutoka utumwani misri aliwapatia uhuru amani na ndio maana katika somo letu la kwanza somo ambalo linatoka katika kitabu cha Kutoka. Somo hili linasimulia jinsi Wayahudi walivyoadhimisha mulo wa kwanza wa Pasaka, siku ile walipokombolewa kutoka utumwani Misri, na mulo huu ulikuwa ni wa kifamilia, ambapo walipaswa kula nyama ya mwana kondoo aliyeokwa na damu yake kunyunyiziwa katika miimo ya milango ili malaika wa Bwana, wa Bwana atakapopita kuangamiza wazaliwa wa kwanza wa Wamisri asiwadhuru wana wa Israeli. Lakini pia walipaswa kula mikate isiyotiwa chachu kwa sababu ya haraka waliokuwa nayo ya kuondoka Misri, na mboga chungu zikiwakumbusha mateso waliopata muda wote wakiwa huko utumwani Misri. Mpendo wa msikilizaji, leo tunajifunza kukumbuka yale mambo mengi ambayo Bwana wetu Yesu Kristo ametenda ndani ya maisha yetu. Tunalikuwa kukumbuka yale mambo mengi ambayo Mungu ameweza kutenda ndani ya maisha yetu. Na hasa tukiona, tukitambua ya kwamba mwana kondoo wa kweli wa Pasaka aondoaye dhambi za ulimwengu ni Yesu Kristo ambaye yeye alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Mpendo wa msikilizaji, katika somo letu la pili na somo letu la injili vyote kwa pamoja vinaeleza juu ya kuwekwa kwa sakramenti ya Ekaristi Takatifu na daraja la upadre, mulo wa mwisho uliokula aliokula Yesu na mitume wake lakini ikumbuke kuwa mlo huu kipasaka ulikuwa aliokula Yesu na wanafunzi wake ni tofauti na waliokula Wayahudi wengine. Kwanza kabisa, Kristo ndiye mwana kondoo mwenyewe aondoaye dhambi za ulimwengu, hivyo hawakuwa na haja ya kuandaa, kuchinja tena mwanakondoo. Mpendo wa msikilizaji, kisha kula aliwaosha miguu, alama ya utumishi na upendo wake uliotimizwa kikamilifu msalabani. Yeye ambaye ni mwalimu, ambaye ni mfalme, ambaye ni masia, ambaye ni Mwokozi na Mungu kweli, alijishusha akajinyenyekeza, ili aweze kuwaosha miguu. Ni ishara ya upendo mkubwa. Hivyo basi pia sisi tunaalikwa leo kuweza kuwaosha wengine miguu kuweza kuwatakia wengine mema, kuwapatia wengine maisha, kuwafanya wengi watu waweze kufurahi. Lakini kwa sababu ya wivu, kwa sababu ya hasira, sisi tunashindwa kuwapatia, kuwatakia wengine mema. Mbe basi, inaweza kuwa ni swali kwangu, ni mara ngapi mimi ninawatakia wengine mema. Ni mara ngapi mimi ninaosha miguu? Ni mara ngapi mimi naweza kushuka chini ili niweze kuwaosha miguu, kama Yesu Kristo alivyopiga magoti mbele ya mitume akawaosha miguu? Nasi tujifunze kujishusha kwa unyenyekevu katika nafasi tulizo nazo, ili tuwahudumie wengine, na tukumbuke kuwa vyeo tulivyo navyo, nafasi tulizo nazo, ni kwa ajili ya kuwahudumia wengine tukifuata mfano wa Yesu mwenyewe. Mpendo wa msikilizaji, wewe kama ni baba wa familia, leo tumealikwa sisi sote ili tuweze kushuka kuwasaidia wengine, kuosha miguu ya wengine. Mpendo wa msikilizaji, ni neema ambayo tumwombe Mungu ili aweze kutuwezesha kushuka chini kuwaosha wengine miguu, kuwasaidia wengine. Pendowa msikilizaji wa Media Kanusa, jambo la tatu leo tuwaombee mapadre wetu, tukikumbuka ya kwamba sio kwa mastahili ndio wamechaguliwa na ila Mungu mwenyewe ameweza kuwachagua. Kumbe basi pia sisi tuweze kuwaombea tuweze kuwatakatifuza katika sala zetu na kutakia Alhamisi Kuu njema na maadhimisho mema.